Mahusiano yanaweza yakasababisha ugombane na familia yako, mahusiano yanaweza yakasababisha ugombane na marafiki zako, mahusiano yanaweza yakasababisha ugombane na wafanyakazi wenzako, ugombane na mabosi zako, ugombane na kila mtu. Mapenzi anaweza akakufanya uondoke nyumbani kwenu pasi na kuolewa, ukaenda kuishi na mwanaume bila wazazi wako kuaga, bila wazazi wako kutambulishwa, bila wazazi wako kuletewa barua, bila wazazi wako kuletewa mali. Wapo wanawake wanakwambia bwana, mimi ukitaka kuishi na mimi, mtoto wako aende akaishi na mama yake. Wakita mimi simpendi, katika wakati mgumu wa kuchagua kati ya familia na yeye, kwa sababu ukipenda unakuwa kipofu. Upegine, unaweza kufanya mambo ya ajabu ambayo pengine haukuwahi kufikiri kama unaweza kuyafanya zi ni kama upofu na ndio maana siku zote nasema ni muhimu ukadate na mtu ambaye atakuwa tayari kuona kwa ajili yako na sio kukuongezea upofu. Yaani wewe ni kipofu afu bado akaendelea kuzima macho. Lakini ukiwa na mtu ambaye anaweza kaona kwa niaba yako, atakuonyesha mipaka yako, kwamba hapa unapoelekea umekosea, hapa unapoelekea mimi nimekosea. Hautakiwi kugombana na familia yako kwa sababu yangu. Kuna eneo nikilifanya nafika mbali kiasi cha kwamba nitakugombanisha na marafiki ama na ndugu. Kuna eneo nikilifanya nafika mbali kiasi cha kwamba nitakugombanisha na bosi wako ama nitakuharibia kazi yako. Mapenzi yanaweza kukufanya uondoke nyumbani kwenu pasi na kuolewa, ukaenda kuishi na mwanaume. Tunajua jamii zetu ama familia zetu za kitanzania za kiafrika, tunakosa uwezo wa kuwatunza watoto mpaka watakapokuwa wakubwa. Kwa kuna wakati unajikuta unashindwa kumtunza mtoto, kwa hiyo akijiongeza, hauna budi kukubaliana naye ama kumwacha endelea nayo maisha, kwa maana unaamini ukimzuia, wewe huna uwezo wa kumtunza, kwa hiyo ni heri apate hao wa kumtunza wa kusaidia wewe. Lakini hakuna mzazi kiasili anayefurahishwa na kitendo hicho. Mwanaume anayejielewa ataelewa kwamba huyu ni mtoto wa watu, ili apate kuishi na mimi, kuna taratibu na bidii zifuatwe kuna mambo mengi ya ajabu tunaweza tukayafanya katika mahusiano na tusione kama ni ya ajabu, watu watayaona ni ya ajabu, kwetu sisi tusielewe, lakini mwenzako naye anaweza akaona uajabu wa mambo yenu na akajitahidi kurekebisha maajabu hayo. Kwa hiyo siongelei tu kwa upande wa wanaume kuweza kuona kwa niaba ya wanawake, lakini pia hata wanawake tunao nao, ni lazima wawe macho yetu. Sisi kama wanaume pia kuna wakati tunakengeuka, tunasahau wazazi wetu, tunasahau kuwatunza wazazi wetu, tunahamia kuwatunza wake zetu, tunasahau mapenzi kwa ndugu zetu, tunahamia mapenzi kwa ndugu wa wake zetu. Kila kitu tunahamisha kwa mke wetu, kiasi cha kwamba tunatengeneza ubaya na familia zetu na wazazi wetu na ndugu zetu na marafiki zetu kwa ajili ya mwanamke. Lakini mwanamke mwenye umtimamu ataliona hilo na atajitahidi kukuunganisha na marafiki zako na familia yako, ili msije mkatengana ama kugombana kwa ajili yake. Kwa hiyo ni lazima tuwe makini, watu tunawapenda ni watu wnana, ni watu ambao wanaweza wakaona kwa niaba yetu, wanaweza wakasikia kwa niaba yetu, wanaweza wakajisikia kwa niaba yetu. Kuna mtu ananielewa na uhakika, kuna mtu unampenda upo tayari kwa lolote kwake upo tayari kufanya chochote kwake, lakini yeye hatakuwa tayari kufanya chochote kwa ajili yake. Kwa maana naamini kuna mipaka ya wewe kufanya kila kitu katika maisha, na maisha ya uhusiano na nyinyi tu wawili, maisha yanahusiana na vitu vingi, nyanja nyingi tofauti. Tunao watu wanaingia katika mahusiano, mwanamke labda na, ana mtoto akapata mpenzi huyo eh, mwanaume akampenda yeye, lakini asimpende mtoto wake, na akatengeneza mazingira ya huyu mwanamke amchukie mtoto wake tunao wanawake ambao wanachukia watoto wao, wanaamini watoto ndio kikwazo cha wao kushindwa kusonga mbele na maisha, ndio kikwazo cha wao kushindwa kupata ndoa, ndio kikwazo cha wao kushindwa kuanza upya, inapelekea kuwachukia watoto. Ama ana date na mwanaume ambaye ampendi mtoto wake kwao, na yeye anatengeneza chuki kwa mwanae, anajiweka mbali na mwanae, anamuweka mwanae kwa bibi huko, hata asiende kumwangalia, hata wakati mwingine kumpigia simu mwanae kumjulia hali anashindwa, kwa sababu anaamini mumewe akijua, ama mpenzi wake akijua, atakasirika. Mwanaume mwenye akili hatujitahidi kukutenganisha na mtoto wako, hata kama ajamzae, hata kama sio mtoto wake. Mwanamke mwenye akili hatokuwa tayari kukutenganisha na familia yako. Wapo wanawake wanakwambia, bwana, ukitaka kuishi na mimi, mtoto wako aende akaishi na mama yake, mtoto wako aende akaishi na bibi yake. Wapo wanaume wakitamana, ukitaka kuishi na mimi, mtoto wako aende akaishi na bibi yake, na sitaki mawasiliano na mzazi mwenzako, sitaki mawasiliano na watoto. Wapo wanaume wa ajabu kiasi hicho. Wapo wanaume wanakuambia mimi simpendi kweli ya kaka yako. Mimi simpendi kweli mama yako. Mimi simpendi kweli baba yako. Baba yako ni nuksi, mama yako ni nuksi. Anakuchonganisha na familia yako. Wewe bwana, chagua moja. Kwaona unasikiza wazazi wako, poa. Kama unanisikiza mimi, poa. Anakuweka katika wakati mgumu wa kuchagua kati ya familia na yeye. Anakuweka katika wakati mgumu wa kuchagua kati ya mtoto na yeye. Anakuweka katika wakati mgumu wa kuchagua kati ya rafiki na yeye. Na ikiwa ana uwezo kabisa kwa kukufanya uishi vizuri na yeye na uishi vizuri na familia yako na marafiki zako na wapendwa wako trust me, no matter uko smart kiasi gani mapenzi yanaweza kukufanya ukosee pakubwa sana no matter una umri mkubwa kiasi gani mapenzi yanaweza kukufanya uwe kama mtoto uwe ujielewi hata kama umesoma kiasi gani, tunaona watu wana elimu kubwa sana lakini wanafanya mambo ya kipuuzi. Watu wana elimu kubwa sana lakini wanatelekeza familia, mke, watoto kwa ajili ya wao. Kwa hiyo nataka leo ulijue kitu mama, mapenzi ni upofu. Kwa hiyo lazima udate na mtu, uwe katika mahusiano na mtu ambaye ataweza kuona kwa niaba yako na sio kukuziba macho pamoja na upofu wako. Kuna watu leo hii wanawakana wazazi wao, wanawakana watoto zao, wanawakana wapendwa wao kwa sababu ya mapenzi, na wanayafanya yote hayo huku wenzao wakiwashabikia na wakiwaangalia na na, na, na, na, na, wakiwaunga mkono. Hakuna mahusiano namna hiyo. kwa hiyo mahusiano ni kitu kama cha starehe, ni kitu cha furaha, lakini ndani yake kina makubwa, ndani yake kina athari kubwa, ndani yake kina madhara makubwa, kama hautadeti ama hautakuwa katika mahusiano na mtu atakayeweza kuona mbali kwa niaba yako, atakayeweza kujisikia kwa niaba yako Tusikurupuke tu kwa sababu tunawapenda watu basi tukataka kuwa nao. Lazima tujipende sisi kwanza, katika namna ya kujihakikishia hawa tunaotaka kuwa nao wataleta mustakabali mzuri katika maisha yetu. Unakuwa na mtu katika mahusiano, anataka ujenge kwake tu, kwako bomoe, anataka ujali ndugu zake tu, wa kwako yeye hawajali, wa kwako usiwajali wakati mwingine unataka kutembelea ndugu zako anakuzuia usiende kutembelea. Kuna sherehe katika upande wa kwenu anakuzuia kuna sherehe usihudhurie. Sawa, ni mkewe, lakini pia una mustakabali wako baadaye. Na haya yote nayasema, ambayo sitaki kufikiria vibaya au kufikirisha vibaya, lakini mapenzi yanakufa, ndoa zinavunjika, mahusiano yanavunjika, ndugu ama marafiki ama vitu muhimu vya msingi katika maisha yako vinaweza kuendelea kubakia. Leo mume mke aliyekugombanisha na familia yako atakuacha, familia yako itaendelea kubakia pale. Leo mume mke aliyekufanya uache kazi, uue ndoto zako, uache kufuatilia mikakati yako, mipango yako, malengo yako, atakuacha kuone. Lazima pia wewe una date na mwenzako, uwe pia na akili ya kujua kwamba pengine ipo siku mimi nitamwacha huyu mtu kwa sababu wengi niliwaacha hapo nyuma, maybe na huyu naweza nikaja kumwacha. Kwao lazima nihakikishe simtengenezee mazingira ya kuja kuishi vibaya baadaye, pindi nikimwacha. Na siombei umwache, lakini sisi ni binadamu, tunabadilika. Kwa hiyo tudate na watu ambao wa wanaweza wakawa jicho letu la tatu, tutakuwa salama sana.